Ndio maana sisi tunashirikiana nao zaidi ya miaka mine. Leo tunafanya kazi pamoja na wao kwa mkoa wetu wa Singida. Hamna jambo jema kama kutoa sadaka. Ndio maana mtu anapotolewa nafsi yake anapotaka kutolewa nafsi yake anamwomba Mwenyezi Mungu aachiwe angalau dakika Mw. ili arudi akatoe sadaka, ndio ujue uzito wa sadaka katika maisha yako duniani na kesho akhera. Kwa hiyo nawahimiza ndugu zangu tuendelee kuwasaidia watu wenye uhitaji katika jamii yetu, tuwafikie watu wenye uhitaji tuwafikie watu wenye uhitaji na bila kuangalia, sijui kipato chako, iwe ni kikubwa iwe ni kidogo, sadaka ni nia yako wewe. Unapokuwa na nia yako ya dhati, Mwenyezi Mungu anatakabalia na anakutilia baraka katika biashara yako, katika shughuli zako lakini sadaka pia inakupa afya njema, si ya njema, inakupusha na shari na madhara chungu zima. Mwenyezi Mungu ame mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa siri kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ameficha ndani ya sadaka. Sadaka inafungua milango ya heri, sadaka inaepusha shari sango, sadaka inaondoa maradhi sadaka, sadaka inafungua neema, na siku zote mtoaji uzidishiwa zaidi na zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu anajua gani nazidisha kwa mtu mtoaji. Kwa hiyo niendelee kutoa wito wangu kwa watu wote, ni waumini mu, wa dini ya Kiislamu na Kristo, tuendelee kutoa sadaka ili kuweza kuhakikisha kwamba jamii yetu inakaa kwa amani na tulivu pasipo kuwa na dhiki yoyote. Mambo kama haya yanahitaji kuigwa, ni shughuli na ni kazi za eh, za baraka kubwa sana kwa hivyo kwa yeyote ambaye anahitaji kuwa na baraka katika shughuli zake, kuwa na baraka katika familia yake, kuwa na baraka katika kila jambo analolifanya, aige Ramadhani Charity, kazi ambazo zinafanywa na hii Ramadhani Charity. Kwa hivyo ili uweze kuwa na baraka, hakikisha kwamba unafanya mambo mema ambayo hasa kama haya ambayo anafanya na hawa ndugu zetu wa Ramadhani Charity, yanawapa baraka nyingi sana. Kwa hivyo usia wangu na, na ushauri wangu kwa baadhi ya taasisi ambazo zina uwezo lakini bado hazijaguswa na, na, na, na kazi kama hizi za kuweza kusaidia kuwapa watu wenye uhitajio, wafanye mambo kama haya, wataona matunda yake hapa hapa duniani.